Sakoshi. Na masakoshi yaani, matela zinapita vitu, naariika watoto vale wanakimbia, mama wanakimbia, tujui kama wanakimbia wapi, ona barifi masakoshi ziko mbarabara, lakini mama wanakaza roba kana teleka mavoka, mama wanatulia kabisa na basi ikiwa jukumu langu na wakati wangu kuja kukupasha habari, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji, kwanza kabisa ninakusalimu popote pale ulipo, nikitumaini ya kwamba wewe uko vema kabisa, ukitufuatilia katika hatua zote zile. Lakini haijalishi wilayani Afrika ndiko mbako unapatikana na mimi kukupasha habari, nikiwa mashariki mwa DRC, Kivu ya kusini, ni wilayani Afrika hivyo haijalishi, unaweza kuwa uko Marekani labda unaweza kuwa Oceania, uko Ulaya na maeneo mengine katika ulimwengu, ni wewe tu kutufuatilia mwanzo hadi mwisho, na mimi kukupasha habari. Lakini ni kujuzia kwamba hususani zaidi ninajibwagiza mashariki mwake DRC, ambako nakuja kukuletea habari hizo kutokana na hali ya usalama lakini ungana nami pia kwa kubonyeza alama ya subscribe hapo chini ya video, na hata pia kabisa kwa kubonyeza alama ya kengele, unapata habari zetu, na hata kabisa kuwagawa watu wengine nao wapate kupata habari zetu. Hivyo tu ni kupashe habari zote katika hatua mingine tofauti, hususan zaidi mashariki mwake DRC katika tarafa la Fizi Mwenga na hata kabisa katika tarafa la Uvira. Ni kwako kutufuatilia katika hatua zote. Na mara moja nianzie kabisa tarafani Uvira, ambako hali ya usalama kuendelea kuzorota katika maeneo tofauti ikiwemo Kigongo, Katongo na hivyo imeweza kuambukiza hata katika mji wa Uvira. Milio ya milipuko ya mabomu na hata silaha kubwa na zile ndogo kuweza kusikika katika maeneo ya Uvira na hata pia nchi jirani ya Burundi, ikiwa katika mji wa Bujumbura. Hali ya usalama inaendelea kuwa mbaya katika maeneo hiyo ambako kunakuwa kwenye uwanja wa vita. Ni kukumbushi ya kwamba imeweza kuonyesha hata kabisa kuto kufunguliwa kwa shule katika maeneo ya Uvira, kwa kutokana na hali ya usalama kuwa mdogo, ambako msimamizi wa vuguvugu la rahia machozi ya rahia dunia misi kuweza kulivalia jambo hilo njugwa na kuweza kutamka kabisa rasmi kutokuwepo kufunguliwa kwa shule, lakini kutokana na duru za mahali zinaweza kutuonyesha mchana huu wa leo tariki tano mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili ishirini na sita ikiwa kabisa jumatatu na hivyo kuweza kusikika mida ya mchana saa sita ya kwamba milio ya risasi kuweza kusikika maeneo ya Kigongo na hivyo kabisa kufika mida hii ya saa saba milio ya risasi kupungua jambo hilo linaweza kuleta wasiwasi wasi, na kuonyesha ya kwamba ikiwa ni mapambano lakini yote ikiweza kuthibitishwa katika hali moja au nyingine. Kigongo Kigongo pako mapambano hivi hapa maduzer eh e, na iko anaonekana wako wanapuse wazalendo wako na wapuse mpaka gani mwingine kama Kabimba kama sidanganike si, si, Kabimba e, lakini Natoka kuita mtu wa Uvira saa hii, baada ya mimi kutuma mu group, nasema ndio nilianza hapa ma 12h moins 5 2 eh, basi asikia mabombe mabombe, lakini saa hii vingali vinatudia kwanza. Saa hii hapo nasikia tena hii ya ma reserve hapo nasikia tena mimi, namwambia ataendelea kunijulisha iko Yuko Uvira. Yeah, sawa sawa. Mapambano kati ya waasi wa FCM 23 na majeshi ya Kongo inakuwa vuta ni kuvute, ngambo mmoja kutaka kutoboa Fizi na kuingia katika maeneo ya Kalemi ni katika jimbo la Tanganyika na hivyo wazalendo pia wanaoungwa mkono na jeshi la FARDC kuweza pia kufika katika maeneo ya Uvira na kuweza kuweka chini ya milki yao. Ni kumbushi ya kwamba hali hiyo ya usalama kuwa mdogo katika maeneo mashariki mwake Congo, na hivyo waasi wa FCM 23 kuweza kusikika kuja kwa wingi na kugawanyika katika maeneo tofauti ikiwemo kuja ngambo ya Uvira kuja kuongeza nguvu kwa wenzao ambao wanapambana katika maeneo ya tarafa la Uvira na wengine kuweza kujielekeza ngambo za Burega, ikiwemo wakitaka kabisa kutoboa katika tarafa la Mwenga na kupita Nyanza za juu katika pirikapirika pirika, duru za mahali zinaweza kuonyesha kijana mmoja ambaye aliweza kushikwa na jeshi la FARDC pamoja na wazalendo ambaye akiweza kushakiwa kupewa pesa na wahasi wa fcm 23, ya kwamba waweze kutafuta njia namna gani kuweza kutoboa na kuingia Fizi, hususani zaidi katika mji wa Baraka. Jambo hilo liliweza kuonyesha na kutaja ya kwamba silaha elfu tatu na mia tano kuweza kufika katika mji wa Baraka, kufichwa maeneo hapo, na hivyo ikiweza kabisa kutamkwa na kuonyeshwa. Kutokana na hali hiyo, kushikwa kwake kijana huyo ambaye alipewa dala mia nane akiweza kabisa kugawana na watu wanne ambao wangeweza kumsindikiza, lakini kutokana na hali ya wasiwasi, aliweza kushikwa mara moja akiwa katika hali ya kuweza kukimbia katika nchi ya Tanzania lakini mkuu aliyekuwa naye akiweza kubaki na milioni moja, ni jambo ambalo likiweza kuonyesha kupewa kwao pesa ilikuwa milioni moja na laki nane za dola. Hayo yote akiweza kuonyesha na kuthibitishwa hata kwa video kijana huyo ambaye aliweza kushikwa ezali tokende longo

Basi ikiwa tarafani Fizi mashariki mwake DRC ni Kivu ya Kusini, maeneo ya Asanjala, Kagunga, Maombwa, Bunenge kumeweza kuonekana mapambano kati ya jeshi mbili ikiwa tu ni wazalendo, lakini kushakiwa kuwa wabembe na wafuleru katika maeneo hayo. Moto uliweza kuwaka na kuweza kabisa kuunguza vitu vya wakaaji nyumba nyingi na hata duka ambazo ziliweza kuonekana katika maeneo hayo, ila tu ikiweza kabisa kuwafanya hata wakaaji kuingia katika wasiwasi mkubwa, na kuweza kujielekeza katika maeneo mengine ili ya kwamba wapate usalama wao, kutokana na hali ambayo iliweza kupitika katika maeneo hayo yote, yakiweza kuthibitishwa na kuonekana wananchi mara ngapi kuweza kuwa katika wasiwasi na mizigo kichwani, na wengine hata kujielekeza na vifugo vyao ili ya kwamba wapate kuepukana na wasiwasi unaoendelea wasi katika maeneo hayo. Jambo hilo linaendelea kuchanganya vikali sana na kuonekana mara ngapi, jambo ambalo liliweza kutokea kati ya Wafuleru na Wabembe katika maeneo ya tarafa la Fizi kuweza kupambana, liliweza kabisa kutengenezwa, lakini tena kuweza kusikika katika maeneo hayo kuwaka moto tena kati ya Wabembe na Wafuleru ntaweni barabara lyoshi liluguru iryo ba refui boshi wamgenda koko na vandu yao wamwisa vaite vana vanuke kumaboko barabara roshi makelewiri nabantu watuvita nao tolimizi yokwi mugenda yo batu vanateseka yo inchi Tabaki daima. tabaki daima hizi vitu vinaharibika kweli vitu vinaharibika Ona, o na batu kisiko na kimbia, pasteri wa kanisa mitondela <laughs> <laughs> napita nambuzi nyuma na masakoshi, yaani mamatela zinapita vitu <laughs> naarivika <laughs> watoto <laughs> bali wanakimbia, mama wana kimbia, tujui kama wanakimbia wapi. Ona vare masakoshi ziko mubarabara. Lakini vamwa vanakaza aro vangala nateleka mavoka vamwa vanatulia kabisa na watu vatu avo vanakala kuvaravara umza nnda na, na mambuzi kabisa. Ona vatu kisi wanashuka nekala hapa. Mama napita na matela na vatoto, ona misumba kisi napita, tutafanya nini banduku? Kongo iko wapi? ngala vatu varavara na masakoshi Mazakoshi zinaharibika barabara yeah. barabara ryoshi liluguru iryo ba refui yavoshi wamgenda koko Nabandi navandu yao wamwisja baite bana banuke kumaboko barabara roshi na makelehwire bantu watuvita nao tolimizikokwimugenda yo batu wanateseka. yo inchi. Tabaki daima.

Jambo la kuweza kabisa kuweka wasiwasi katika maeneo ambayo iliweza kutajwa hapo ikiwemo Asangela, Kagunga, Mahombwa na Bunenge tarafani Fizi ni Kivu ya Kusini, na hivyo jambo hilo kuweza kuleta wasiwasi mkubwa na kuwafanya watu kuweza kuondoka katika maeneo yao. Niliweza kuvaliwa njugwa na kuweza kuonyeshwa wazi kabisa ya kwamba ngoma nzito ni jenerali medali ambaye anaweza kabisa kusimamia jeshi la wafuleru na yanapatikana kwenye mstari wa vita na liliweza kudaiwa pia jeshi la CNPSC kuweza kupambana huko, lakini likionyeshwa wazi ya kwamba Jemedari William Yakutumba naye pia anapatikana katika maeneo ya kwenye uwanja wa vita. Na hayo ambayo yanaendelea kufanyika huko sio wabembe na wafulero, jambo linapigwa marufuku sana, lakini ni watu ambao tu waliweza kabisa kujiunga na kuweza kuleta hali na taharuki mbaya katika maeneo ya huko ayote, akiweza kuthibitishwa na mwananchi ya kwamba kama wazalendo wa Kifulero na wazalendo wa Kibembe panamishamaka moto e, wafulero wenye kuwa watanisamee, na wabembe wenye wa kua watanisamee, lakini sitajificha mimi, ni mubembe wa mia kwa mia wa mama na baba na babu na, na, na, na, na kabila zangu zote. Ninachoweza kuzungumza ni kwamba wasipake wafulero mikoshi wasipaki wabembe mikoshi eti wazalendo wa Kifuleru na wazalendo Wakibembe wanapigana, hiyo ni, ni mikoshi. Wale wanaopigana kule sio wazalendo vya kuporeana, wasitupake mikoshi e Ilitaka toka gasia ya yakubembe na kuleru zamani sana like manzisho, na naikanyamazisha na wakubwa wenye busara. Lakini wale wengine wenye kuuana kule, na kupigana sio kule, sio wabembe na wakuleru wale ni maalifu wa babandia ni mabandia wale wale ni mabandia, sio babembe na makuleru. Sasa kama ni kabila mbili zinapigana batafute bashe, bashefu bakwao kule na batafute bazee yao ai banyamazishe ile, hapana kupaka mzee ya kutumbasi nyandi nyamazisha ile. Eske ni batu ya CNPSC sana kushambuliana, balipigana. Banasema bafuleru na babembe. Bengi wanajiita bazalendo, lakini hapo bazalendo ni wajambazi tu. Kwa hilo bazazi ya bubatu, baba kusanya baba huko kati ya eabatya basi, unavyosikia tena sauti yangu ni kuja kukuambia asante, ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki, lakini ninakuomba tu kuungana nami tena katika vipindi vingine, ikiwa mapenzi ya Bwana, na pia hata kujiunga kwenye channel hii kubonyeza alama ya subscribe, na alama ya kengele, unapata habari zetu katika muda mwafaka na hivyo kutufuatilia katika vipindi vingine na kukupasha hali ya usalama mashariki mwa DRC na hata pia kabisa habari zingine zinapokuja na mimi tu kukupasha. Nasema asante, tutakutana tena chao.